Hello Dr. Kilimo. Karibu kwenye mwendelezo wa mafunzo ya mfumo wa MazaoHub ambayo tunatoa moja kwa moja kupitia YouTube channel yetu. Na katika mafunzo haya tunakuelekeza ni namna gani ya kumhudumia mkulima kwa kutumia teknolojia ya MazaoHub ambao teknolojia hii itakuwezesha wewe kutoa huduma za ugani, kumwezesha mkulima kupunguza gharama, lakini pia kuongeza mazao na hata kupata kipato zaidi, lakini kwako itakuwa ni kama chanzo cha kipato, kwa maana kwa kumuhudumia kila, kila kitu kitakuwa kinarekodiwa na kwa uwazi utaweza kupata kamisheni kulingana na huduma ambayo unatoa. Leo tutaendelea kwenye somo letu la namna ya kumhudumia mkulima, namna ya kutoa ushauri wa kitaalamu kwa mkulima katika hatua yoyote ile ambayo yupo lakini leo tutaangalia kwenye kipengele cha upandaji wa shamba, katika hatua ya upandaji wa shamba la mkulima. Sasa hatua ya kwanza ni lazima uwe umemsajili mkulima au umedownload wale wakulima uliopangiwa kwenye maeneo yako. Kwa hiyo kama ni kumsajili mkulima, tuliona kwenye video iliyopita, utabonyeza hapa add farmer, unaweza uka E, ukajaza taarifa zake za msingi jina, namba ya simu, jinsia na kila kitu, lakini kama una download wakulima ambao wametokea kwenye listi kama hii, na kuna wengine wana wakulima mpaka mia mbili, unaweza ukachagua mkulima yoyote, na kama unamfahamu lakini kwenye listi yupo aa, mbali kidogo, unaweza ukamsearch kwa kutumia search, unaweza ukasearch hapa na ukaanza kumhudumia. Sasa let's say uh, mkulima wangu nataka kumhudumia, analima zao la Chinese. Lakini kama huyu mkulima ambao unamhudumia zao lake halijaorodheshwa hapa unaweza ukabonyeza na ukachagua zao ambalo analima, ehe, uka refresh kwa kuvuta juu mpaka chini ukahifadhi hapo au uka save out, namna hiyo. Lakini kama ilo zao tayari umefanikiwa kulisajili utabonyeza hilo zao litakupeleka kwenye sehemu ya huduma zinazotolewa na mazao hapo. Leo tumesema namna gani ya kumhudumia mkulima katika hatua ya upandaji wa shamba lake. Kwa hiyo hapa tayari tupo kwenye account ya mkulima sasa. Kumhudumia utaenda sehemu ambapo imeandikwa manage farm activities kwa Kiingereza au kwa Kiswahili simamia shughuli za shamba ehe. Labda nibadilishe app yangu iwe kwenye lugha ya Kiswahili. Naweza nikabadilisha lugha hapa hivi. Tayari nitakuwa nimeshabadilisha lugha, nitarudi kwa mkulima wangu. Ehe, itakuwa kwenye sehemu ya simamia kilimo hapa. Kwa hiyo nitabonyeza hii sehemu hapa, ndipo unaweza ukasimamia taarifa mbalimbali za shamba kuanzia upandaji mpaka uvunaji. Sasa utabonyeza hii kitufe cha kwanza. Kama unavyoona, mkulima huyu sina taarifa zake zozote, sina record zake na hajafanikiwa kuhifadhi taarifa kupitia MazaoHub. Kwa hiyo mimi kama bwana shamba, natakiwa niende nikahifadhi taarifa zake za wakati wa upandaji. Kwa hiyo uh, unachotakiwa kufanya ni kubonyeza hiki kijumlisha na hizi taarifa utahifadhi endapo pale mkulima atakuwa anafanya hiko kitu katika shamba lake kwa huo wakati husika. Kwa hiyo kama umemkuta yuko wakati wa upandaji, utarekodi taarifa za upandaji na kama ni wakati wa mavuno, pia utahifadhi taarifa za mavuno. Kwa hiyo hiki unachokiona hapa ni list ya stage zote ya kalenda ya zao, kuanzia na anaandaa ana shamba mpaka anavuna. Kwa mimi sitafika kwenye hatua ya upimaji wa udongo, tulishaelezea uh, na kuandaa shamba, kusafisha shamba. Ehe, sasa mimi nitaenda moja kwa moja kwenye kipengele cha kulima shamba. Kwa hiyo nitaenda kwenye kipengele cha kulima shamba. Na hapa nitafuata hatua ambazo mimi nimekuwa nikizifuatilia pale shambani. Kwa hiyo hapa kuna mwongozo lakini wewe unatakiwa useme ni nini ambacho ulikifanya, na kwa urahisi sana tumekurahisishia MazaoHub. Utatakiwa kutiki kile ambacho ulikifanya na kuacha kile ambacho haukukifanya. Kwa hiyo kwenye hatua ya kwanza inasema lima kwa trekta au jembe la mkono. Kwa hiyo tulilima eh, kwatua udongo hadi kina cha hicho sentimita eh, nimekwatua ondoa mawe na mizizi mikubwa kwa ajili ya kuklia shamba ok mimi sikufanya hivyo lakini jina la bidhaa au trekta ambalo umetumia kwa hiyo unaweza ukaandika hapa jina la bidhaa au trekta kwao unaweza ukasema nimetumia jembe mona jembe la mkono mona kwa hiyo na hapa kama umelima labda ulikodisha kiasi, utaandika ulitumia kiasi gani. Kwa hiyo labda nilitumia majembe mawili tu, na kama kuna gharama ulipata utaiandika hapa. Kwa kuwa jembe mimi la kwangu nilishalinunua, kwa sina gharama nilioitumia, lakini kama kuna matrekta ulikodi kwa uta, utasema hapa ni trekta, utaandika idadi ya matrekta Ehe, utaandika hapa gharama ya kukodi trekta moja na baadaye unaweza kaendelea na hatua nyingine. Kwa hiyo mimi nimechukua jembe mawili, sina gharama yote niliyoichukua. Kwa hiyo nitaendelea. Hapo utaandika idadi ya gharama ya vibarua. Utaandika kama ulikodi vibarua ambapo hapa nilikuwa na vibarua wawili kwenye shamba langu na gharama yake kwa kila mmoja nilimpa shilingi 10,000. Umeona? Baada hapo utaandika muda uliotumia, utaandika siku siku moja. Baada ya hapo utahifadhi. Baada ya kuhifadhi, tayari umehifadhi taarifa au kumbukumbu kumbu, wakati unalima shamba ukiwa unapanda zao la chinizi. Na faida yake hapa kwa mkulima, itamsaidia mkulima kwanza na kumbukumbu wa kila hatua ikiwa pamoja na gharama aliyotumia, lakini pia itamsaidia wakati mwingine ambapo analima zao hilohilo kwenye msimu unaokuja awe na uwezo wa kufuatilia hatua ambazo zilileta matokeo kwenye shamba lake. Lakini kama akupata matokeo, atakuwa na uwezo wa ku wa kufuatilia kila hatua ni wapi alikosea, na mfumo utakuwa na uwezo wa kumkumbusha kwenye uh, insight mbalimbali mbali ambazo ametumia. Kwa hiyo ukirudi huku mwanzo, ehe, wewe kama bwana shamba uta refresh, utaona taarifa ambazo umezi, umeziweka ziko hapa. Kwa hiyo kwa kadri unavyokuwa unaenda hatua moja hadi hatua nyingine, utakuwa una unahifadhi kumbukumbu, inakuwa kama diary ya shamba la mkulima. Kwa hiyo shamba la mkulima na hilo zao linakuwa tayari kuna taarifa zote. Kwa hiyo mfumo wetu umejengwa kwa ajili ya kuhifadhi hizo taarifa, na kwa kufanya hivyo, wewe kama bwana shamba unaweza ukajipatia commission hapo hapo kupitia mfumo wa MazaoHub. Endelea kufuatilia video zetu uone ni namna gani unavyoweza ukatumia teknolojia hii rahisi kwako wewe bwana shamba, kumnufaisha mkulima aweze kulima kisasa na kiakili, lakini pia kutoa ushauri zaidi kupitia mfumo wetu. Sasa hatua inayofuata, tutaangalia hatua nyingine katika shamba, lakini pia usisahau kusubscribe kwenye mitandao yetu ya kijamii hasa YouTube, ambapo tutakuwa tukiachia hizi video zetu kwa ajili ya mafunzo. Asante.